Hello watu wangu wa nguvu wa Leza TV, karibu tena kupitia chaneli yako ya Power, ambayo inatoa mafunzo, inakuelekeza, inakupatia elimu ya jinsi unaweza kufanya maombi ya kazi Canada bila usumbufu, kuepuka matapeli, kuepuka maagent. Yani, unaweza kufanya maombi yako ya kazi wewe mwenyewe kwa kutumia simu yako ya mkononi bila kutumia gharama yoyote, ukiwa umetulia nyumbani kwako, popote ambapo ulipo: Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya Uganda Mswahili mwenzangu, hii ni nafasi yako ya kipekee ambayo na kupatia elimu. Katika video hii ya leo, nitakuonyesha jinsi ya kuandika barua ama kuandika email ambayo itakuwa na matokeo chanya katika maombi ya kazi. Naposema matokeo chanya, na maanisha itakuwa na positive impact, itakuwa na positive result utakapotuma email hii ambayo naenda kukuonyesha jinsi ya kuandika, ili tuweze kupata kazi Canada. Ni ndoto yangu na ni imani yangu ya kuwa utakaponikopesha imani yako, nitakulipa furaha ili uje kufanya kazi. Stay tuned. Hivyo basi mtu wangu wa nguvu, kama nilivyosema tayari katika video iliyopita, sehemu ya kwanza ya video hii, nilikuahidi ya kuwa nitakuwa na kuonyesha jinsi ya kutafuta kazi, kutafuta kodi za kazi ambazo wewe ungetaka kuja kufanya Canada. Video hii hiyo imeonyesha kila kitu, na pia nimeweza kukuonyesha eh, jinsi ya kutafuta waajiri ama employers ambao tayari wako na LMIA mkononi. LMIA ni zile barua ama ni vile vibali ambavyo vinaitwa eh, labor market impact assessment, ambavyo ni vibali vinavyotolewa na serikali ya Canada kwa waajiri ambao wanataka kuleta wafanyakazi kutoka nje ya Canada, especially tunazangatia sana Afrika Mashariki ambao ndio nyumbani kwetu ndio nyumbani kwenu wewe ambaye unasikiliza Kiswahili. Hivyo basi, eh, tulishapata barua tayari, tushajua wenye LMA, tushajua kodi ya kazi, tushatengeneza CV kama vile video hiyo ya nyuma ilieleza. Kama hujaitazama hii hapo, eh, unaweza kwenda kuitazama na wewe ili uweze kujua kile ambacho tumekizungumza. Nimekuwekea hiyo video hapo, lakini nadhani linki yake pia iko kwa description ya hii video hapa uweze kuitazama kama labda ulikuwa hujaiona ambayo nilielezea njia za kutafuta code. Usifanye tena maombi ya kazi Canada kwa kubahatisha. Fanya kwa uhakika, kwa usahihi, na kwa njia halali ambayo itakuepusha na matapeli. Katika video hii hapa tuliahidi kuweza kufanya eh, kuandika email ya kazi video hii haitakuwa na maelezo mengi itakuwa fupi ambayo inaenda kwenye point muhimu, kuandika email ya kazi kwa kuwa tayari tuna vigezo vyote, tuna vifaa vyote, na assume ulifanya homework, na assume umechukua muda wako kuingia katika zile e, website kufungua zile link ambazo nilizitaja katika ile video iliyopita, lakini pia kama uko kwenye group letu la WhatsApp, maana hizi link zimekuwa pale umeweza kuziona, nadhani sasa e, ni wakati ambao tunaenda kuandika email. Kama umeshaandika email ni sawa, kama ulifata maelezo kamili. Kama hujaandika email, tuongozane pamoja na wewe tuweze kuandika email ya kazi, mfano ambayo inaitwa mock email. Utaandika namna hii: subject, mahali ambapo tuliachia katika video hii ilipita. Yani kichwa cha email yako utaandika job application knock number yani, utaweka ile kodi ya kazi kama ni care giving. Utaweka hii, nitatumia mfano wa care giving, yaani utaweka subject, job application, dash knock number utaweka 44101, hiyo ni care giver, afu utaweka bracket care giver position hiyo ni kichwa cha neno ama kichwa cha email yako. Hiyo inaitwa antete kwa Kifaransa ama tunaiita subject kwa Kiingereza. Afu utaandika Dear Hiring Manager. tunaandika kwa Kiingereza kwa ki maana hatuweze andika kwa Kiswahili. Dear Hiring Manager, My name is, natumia jina langu Leza Bembeleza, from Tanzania I am applying for the caregiving position posted on, hakikisha hapa umeweka website ambayo umepata hiyo kazi. Kama ni job bank weka job bank, sema posted on job bank. Kama ni indeed eka posted, posted on indeed. Kama ni job expo eka posted on job expo. Kama ni glassdoor eka posted on glass glassdoor. Nimekutajia hizo zote, maana zote ni tovuti halali za kupata kazi Canada ambazo hazina matapeli. Hapo utaandika hivyo, yani utasema, tunarudia sasa: My name is Leza Bembe Leza from Tanzania, I'm applying for the caregiver position posted on uh, job bank. Uh, then utasema I have maybe 3 years of experience in caregiving and I am passionate about helping others. Mzungu anapenda sana hicho kitu yani, passionate uko na passion ya kusaidia wengine katika mwanzo wa barua yako, then uta, ata, utasema, attached are my resume and cover letter kwenye barua hii hapa kwenye email usiweke maelezo mengi wakumbushe tu kwa kuandikia ya kuwa jina langu fulani, mimi na, na tum, na om, kutoka nchi fulani, kama ni Tanzania kama ni Kenya natuma na maombi ya kazi ya caregiving, kwa nafasi ya caregiving ambayo niliona imepostiwa kwenye tovuti, utaweka kama ni job bank kama ni Indeed, kama ni nini weka pale ijumlishe hapo kama ni job expo kama ni move to Canada, chochote popote ambapo ulipatana na hiyo kazi weka pale. Kisha utawaelezea, waambie nina uzoefu wa hii kazi ya caregiving kwa miaka minne mitatu minne mitano, wewe mwenyewe kutokana na uzoefu wako utajumlisha pale eh, katika hii kazi ya caregiving. kisha utawaambia pia na mimi napenda sana, nina moyo wa kufanya kazi ya kusaidia jamii ama kusaidia wengine kwa sababu care giving ni kazi ya kutoa huduma kwa watu ambayo huku wanaitwa eh, inaitwa kwa Kifaransa prepose beneficiaire. Yani, ni mm, kazi ya kusaidia watu kuvaa, kazi ya kusaidia watu kuoga kula chakula na vitu kama hivyo. Actually nitawaletea mtu ambaye anafanya hiyo kazi ya care giving. Nitatafuta nafasi ya kufanya interview na yeye niweze kuzungumza na yeye vizuri sana aweze kuniambia um, kazi inafanyikaga vipi. Hafu nitawaletea video, nitafanya interview na yeye akipekee, exclusive interview, kwa hivyo mtakuwa na idea tayari. Ni kama mafunzo ambayo nitayatumia kuwafunza nyinyi ambao mnataka kuja kufanya kazi ya caregiving, ya itawasaidia pia kupata experience, hata siku ya interview itakuwa rahisi sana kuweza kujibu h I look forward to hearing from you. Hapo utakuwa umemaliza kuandika email yaani, hakikisha chini utaattach kwenye email yako utakuattach ni kuweka zile document. CV ambayo tumeandika kwa muundo wa Canada ambayo ni resume ya Canada pamoja na cover letter ambayo tuliuza sera zetu na kuonyesha kwa nini e, sisi ndio candidate ambao tunatakiwa kupewa hiyo position, utaweka pale chini, lakini pia eh, utakuwa umeweka labda, ikiwezekana, ambayo sio lazima, ni optional. Kama una vyeti ambavyo ulisomea hii kazi ya care giving, jumlisha pale pia, attach, tuma pamoja viweze kukuja, then maliza, sign out, andika eh, kind regards Jina lako Leza Bembeleza, rudia tena kuandika chini hapo phone namba yako, kumbuka kuweka country code yako eh, Tanzania plus +255, Kenya plus +254, Congo plus +243, Burundi plus +257, eh, Uganda plus +256, Rwanda plus +250 ama plus +250, eka country code yako pale afu eka pia email yako pale mwisho tena ambayo tulisema ilikuwa email ya kitaaluma, yani professional email ambayo ni leza.bembeleza@gmail.com. Usiweke hiyo email, hiyo ni yangu, ni mfano wa yangu. Wewe utaweka ya kwako, kama ni hasan.magufuli magufuli eh, kama utaweka eh, mm, violet.samia@gmail.com, kama utaweka sama b.connect at gmail.com yaani, utaweka jina lako, kama utaweka Eric.maganga at gmail.com. kama utaweka Monica at jina nyingine, ufatishe pale at gmail.com itakuwa na jina lako, sio langu. Utakuwa umetengeneza professional email. Kabla ufanye hivi vitu vyote, hii itatusaidia kuweza kupata kazi ambazo hazita tusumbua angalizo. Warning. Epuka matapeli, usilipe pesa yoyote, maana waajiri wa Canada hawalipishi pesa kabla ya kumwajiri mtu. Huduma za kuajiri watu kazi Canada zinafanyika bure bilash kupitia mitandao yote, tovuti zote. Kama ni kazi unakuja kufanya kazi Canada, hutakiwi kulipa unless kama umepitia kwa maagent kwa hivyo pia maagent wapo wa aina mbili. Kuna agent ambaye hatakusaidia na chochote, atakuonyesha tu kama hii kazi ninayoifanya mimi ningekuwa nalipwa kama agent, maana ndiyo kazi ambayo agent yote anaweza kufanya. Anakusaidia tu, afu bahati ni ya kwako. So epuka maagent ambao pia ni matapeli. Kama ukitaka kutafuta agent ambao ni wa maana ama agent ambao wanatambulika nitakufanyia video, nitakuonyesha jinsi ya kutambua maagent ambao wanatambulika na serikali ya Canada lakini pia na serikali ya nchi yako, kama uko Tanzania, kama uko Kenya, kuna registered agent ambao wanaweza kukutafutia kazi nje ya nchi ambao unaweza kuwapitia ili kupata kazi Canada. Kisha hakikisha jina la mwajiri liko kwenye orodha rasmi ya LMA. Kwa hivyo yule ambaye atakutumia email ama atakwambia tuma pesa fulani, hii ni kampuni kabla nikupatie next interview, tuma kiasi fulani, chukua jina lake. Nishawapatia email za, eh, zile website za kuchunguza ni nani ambayo yuko kwenye LMA, katika video ambayo ilianza sehemu ya kwanza ya hii video. Chunguza kwanza kama j jina la ule mwajiri liko kwenye list ya wale ambao wako na LMA za kuleta watu kazi. za kukuja kufanya kazi Canada Alafu um, pia utamwambia akupatie eh, mwajiri. Mkisha kusikilizana, amekukubalia atakupatia eh, job eh, offer. Ya, ama inaitwa job offer letter, yani ni barua ya kazi ya kuwa mwajiri amekukubali. Hivyo basi utakuwa wewe ni mtu ambaye unafanya kitu ambacho ni application sahihi tena kwenye makampuni halali ambayo hayata kutapeli pesa yako. Katika eh, video ambazo zitakavyofuata tutazingatia mambo muhimu sana katika eh, kuchunguza na kutafuta jinsi ya kukagua maagenti ambao ni sahihi, ambao wanaweza kusaidia kupata kazi Canada. Na hii itakuwa jambo la, la, lenye kufurahisha sana kwa watu wangu wa Leza TV, ukiwa unajiandaa, ukizingatia kile ambacho nimekisema utakuwa umejiandaa vizuri sana na utakuwa uko tayari kuweza kupata kazi zenye LMIA hapa Canada. Hii ni ya halali na ambayo ni salama. Haitakuwa na madhara yoyote kwako unapoandaa safari yako ya kuja kufanya kazi Canada. Najua ni ndoto yako ya kuja kujumuika na sisi huku maana tayari sisi tumeshafika natarajia na wewe very soon utakuja kufanya kazi hapa Canada. Kama wewe ni mgeni mali hapa na ni uja subscribe umetazama video hii ni kuombe tu uweze kusubscribe hapa Leza TV maana hapa ndio natoa siri muhimu sana na kupatia viandani vitakavyokusaidia kupata kazi Canada. Sifichi chochote kila kitu naweka wazi. Kwa hivyo subscribe hapa. Ukiwa na swali lolote usisite kuniandikia kupitia comment section. Mimi ni mtu mzuri sana ambaye nasoma comment zote, najibu pia comment. Lakini pia ukitaka kujiunga na grupu letu la WhatsApp, link iko kwa description, kwenye maelezo ya video hii, hapa chini kabisa utapata link yetu ya WhatsApp group. Nenda ujiunge kule, maana kuna link muhimu na website muhimu ambazo watu nazituma kule ili kusaidia wanaleza TV family, kwa hivyo kwa sasa sina mengi. Kama video ya kwanza ilikupita, sehemu ya kwanza ya video hii ilikupita, hii hapa uweze kuitazama, itakusaidia sana kuweza kuelewa jinsi ya kukagua na kutambua waajiri ambao tayari wako na LMA, lakini pia itakupatia nafasi ya kutambua kodi muhimu za kazi ambazo unataka kuomba hapa Canada. Kwa sasa sina la ziada, tukutane tena katika video nyingine yenye mafunzo kamili. Peace.